Asante sana mwenyekiti, Mungu wa kubariki asubuhi hii ya leo. Asante pia ndugu yetu kwa programu nzuri ya uimbaji ya nyimbo Emmanuel, Mungu wa kubariki sana. Wapendwa katika Kristo, niwaalike tena asubuhi hii ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa kutuamsha salama siku hii ya Jumatano. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa namna ya pekee tena asubuhi njema hii ya leo, imekupendeza tuamke. Tunajiweka mikononi mwako, mipango yetu, ratiba zetu, na yale yote tutakayoyafanya leo, ayafanye tutaka kwa utukufu wako. Wapatie heri na nguvu walio wanyonge na wadhaifu, wagonjwa na wasioweza. Tunaweka mikononi mwako asubuhi hii njema, tunakuhitaji kujifunza neno lako, tuelekeze roho wako Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo amen. Asubuhi hii ya leo ni mwendelezo tena wa kujifunza neno la Mungu kutoka katika fungu letu kuu au mafungu yetu elekezi, kitabu cha Warumi sura ile ya kumi na mbili aya ya tisa na ya kumi. Pendo na lisiwe na unafiki, lichukieni lililo ovu mkiambatana na lililo jema. Mstari wa kumi, kwa pendo la udugu mpendane ninyi kwa ninyi, kwa heshima mkiwatanguliza wenzenu. Na mada yetu kuu ni nakupenda. Mada yetu ndogo leo inaongelea chuki takatifu ti nini, ndiyo somo la leo, holy hatred, chuki takatifu kitakatifu. Jana tuliangalia eh, neno moja ambalo mtume Paulo alilitumia katika ile sura ya tisa ikiongelea habari ya unafiki, na tuliona nini maana yake kibiblia. Lakini maonyo ama maelekezo ya Yesu Kristo ya tuliona yako katika sura saba ikiongelea jinsi jambo hili lisivyoipendeza mbingu kwa sababu ni uovu ambao husababisha dhambi nyingi. E, unafiki unaweza ukaleta matatizo makubwa kwa jirani yako, kwa mungu wako, kwa kanisa la Mungu na hata kwa rafiki yako. Kwa hiyo kwa sababu ya muda, sitaweza kuyarudia yote yale ya jana, na nikualike leo kwa namna ya pekee tuangalie kipengele kinachofuata kinachosema, eh, na lichukieni lililo ovu. Lichukieni lililo ovu nikiambatana na lililo jema. Kwa hiyo nilichukie lililo ovu, na option anayoitoa tume Paulo ni tuambatane na lililo jema. Ba, nilikuwa nikiangalia eh, neno chuki ambalo ile kwenye kitabu kwenye Biblia ya NIV New International Version, neno linalotumika pale hate what is evil, ni sawa sawa na Kiswahili chetu kinachosema lichukie lililo ovu. Sasa leo tutaangazia chuki takatifu, maana mm-hmm, yake ni nini? Neno hili hate, au chuki ka ni katika Wayunani wanatumia kineno fulani kinaitwa to poneron eh, poneron kwa maana what is evil. Maana yake ili neno alilolitumia mtume Paulo alisia yake linatoa ushauri, kuchukia lililo ovu. Kuchukia maana yake to have a strong eh principled aversion, kuwa kuwa na udhabiti au kuwa eh, principle ni kitu ambacho weke utaratibu vizuri, maana maneno nayo wakati mwingine principle, eh, principle, uwe ni mtu wa utaratibu au kanuni dhabiti eh. Neno aversion hapa kufanya diversion kwa mfano, nyinyi ambao ni madereva wa baisikeli au pikipiki au magari wakati barabara inapokuwa katika matengenezo, kuna mahali fulani, tutumie lugha ya, ya, ya ukandarasi, barabarani unaambiwa kwamba eneo hili barabara hii haipitiki. Unaona alama imewekwa kama inayonyoosha hivi, alafu ina, inakuonyesha e, kama mshale umenyooka, alafu baadaye umepinda hivi kushoto au umepinda kulia. Maana yake hiyo njia unayotembea, ukifika hapo kwenye diversion, usinyooshe, huenda daraja limekatika, au kuna changamoto au kuna shimo. Kwa hiyo kwa usalama wako wanakuwekea aversion, diversion. Udivert, ndio neno hili to peneron linamaanisha, kufanya diversion. Udivert, uache kile ulichokona kile ulichokona kiendea, udivert. Kwa hiyo maana yake ni kufanya aversion, diversion, acha ile njia. Au unakuta mahali kama ni watu wa usalama, kuna tukio limetokea, wamezungusha ule utepe wa njano, no crossing Police check hakuna kuvuka pale, manake pale siyo salama. Ndiyo wazo hili ya kwamba anaposema lichukieni hilo ovu, akilini mwa mtoto wa Mungu ni kwamba mahali hapo siyo salama, hapo uwe usi, usitake kutafuta chochote hapo, siyo salama, fanya pita pembeni. Sasa hilo tutalifanya kwa dhambi. Sasa pia hapa kwenye dhambi anayo ovu E, sisi Kiswahili chetu kimesema tu uovu. Sasa kuna tofauti kati ya ovu, kuna kitu kinaitwa uovu, kuna kitu kitu kinaitwa kinaitwa dhambi e. Sasa dhambi kihalisia, sitaki kuzama huko, lakini wachungaji wenzangu walioko hapa wanaweza siku nyingine wakatufundisha kwa undani e, kwenye lugha ya asili ya maandiko ya, ya, ya Agano Jipya inatumia maneno mawili dhambi kuna ambayo Kiingereza inasema kuna sin na sins, ambapo sin sasa ni ule uwezo unaoweza ukaondoa kitu chema ambacho Mungu alikiumba ndani yetu. Whether ni force au ni power, ina uwezo wa kuharibu wema ambao Mungu aliumba ndani yetu, na swala hili lilitokea wakati wa anguko la mwanadamu. Mwanadamu akajua kufanya mema na mabaya, na sasa pale alipojua kufanya mema na mabaya, maana yake kiasilia akaharibu mahusiano yake na Mungu akajiondoa kwa Mungu. Sasa hana uwezo yeye mwenyewe mwanadamu kujirudisha kwa Mungu, yeye mwanadamu mwenyewe hana uwezo wa kufanya hicho kilicho chema, na angekuwa na huo uwezo wa kujitoa katika utumwa wa dhambi isingemgharimu mwana wa Mungu maisha yake aje akukomboe kwa sababu tungeweza kujitoa katika utumwa wa dhambi lakini kwa sababu hatuwezi, ilimlazimu aje aifie dhambi ambayo ndiyo sin, aje aifie dhambi ili atuweke huru. Kwa maana nyingine, yeye peke yake ndiye anaye uwezo wa kuharibu au kuondoa hiyo dhambi ambayo sisi hatuwezi. Lakini neno la pili linalotumika hapa sasa ni sins. Sins maana yake ni ni ni, ni prinsipo ambazo Mungu ametuwekea, kwa mfano, amri zake, maelekezo yake ya kututaka kutenda yaliyo mema. Sisi baada ya dhambi tuna uwezo wa kutenda mema, na tunajua mabaya, na wito tunayopatiwa ni kutenda yaliyo mema, tuukatae ubaya. Na tunapoendelea kufanya mabaya, maana yake ni nini? tunajiingiza katika matatizo. Kwa hiyo uwezo wa kufanya mema na mabaya, mwanadamu aliyeanguka dhambini, mimi na wewe, tuna uwezo wa kuchagua kufanya vizuri tu na tusifanye vibaya kwa msaada wa Mungu. Sasa neno neno hili e, chuki, ndio maana nikasema chuki takatifu. Chuki hii ndiyo tunayoambiwa hapa na Paulo kwamba tuweke chuki, tuchukie, lichukieni lililo ovu huo uwezo tunao wa kuchukia lililo ovu. Kwa maana gani? E, kwa sababu dhambi, kuchukia dhambi na yaliyo mabaya. Sasa hapa ndio kuna neno ambalo leo linabeba kitu cha somo hatred. Weka chuki kwa kiovu, chuki kwa kibaya, sio kwa watu mm -hmm. sio kwa watu, ila kwa dhambi na siyo mdhambi. Sikiza vizuri, chuki inayowekwa ambayo uovu, weka chuki kwa ovu. Kinachoongelewa hapa siyo waovu. Usiweke chuki kwa waovu, weka chuki kwa kilicho kiovu au kilicho kibaya, siyo mtu wala mdhambi. Yesu aliwapenda watu, alikuja kufa kwa ajili ya mtu. Yohana 3:16 kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee ili kila mtu pale ni mtu analengwa amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele Yesu anachukia uovu hapendi uovu Mungu apendezwi na uovu ila anawajali waovu sasa hapa ndipo somo letu limejengeka chuki takatifu inatokea nini sisi bahati mbaya, tunawachukia waovu ila tunapenda dhambi, ama tunafanya vyote. Tunamchukia mdhambi na tunapenda dhambi, au tunachukia wadhambi na vile vile tunapenda dhambi. Hapa tunapaswa kuchukia dhambi na kuwapenda wadhambi. Tunapaswa kuchukia byo, au vyote neno eh, chuki takatifu. Alisema, holy hatred is a part of genuine love yani chuki takatifu wapendwa ni sehemu ya upendo wa kweli kurudisha nyuma kidogo mwanzo sura ile ya tatu aya ya kumi na tano baada ya mwanadamu kuanguka dhambini Mungu alitangaza mwanzo tatu kumi na tano nami nitaweka uadui kati ya uzao wa mwanamke na uzao wa nyoka uzao wa mwanamke utamponda nyoka kichwa naye uzao wa mwanamke wa nyoka utamng'ata kisigino. Maana maana yake ni nini? Uadui unaowekwa hapa ni uadui mtakatifu. Labda ngoja nielezee, pasta, unamaanisha kusema, uadui mtakatifu labda ngoja nini. Unaposema uadui au chuki takatifu, nyinyi mnaelewa, na watumishi wa Mungu mnaelewa, ukichukua maiki ambayo msanii angeweza kuimbia huko duniani, ile ile iliyotengenezwa kiwanda kimoja, hiyo hiyo maiki ikiwekwa kwa ajili ya matumizi ya kanisa na kazi ya Mungu inakuwa ni takatifu kwa sababu neno linalotumika pale ni kuseti apart kuweka kwa ajili ya matumizi ya Mungu. Chochote kinachowekwa kwa ajili ya matumizi ya Mungu, hicho ni kitakatifu. Inaweza kuwa ni meza ya kawaida, lakini kwa sababu imewekwa kwa makusudi ya kazi ya Mungu ni takatifu. Twende hata kwa watu pia, wachungaji wanapotengwa rasmi kwa kazi ya Mungu kwa ajili ya matumizi ya Mungu ni watakatifu wa Mungu. Unapokubali kuacha dhambi wewe ni mtakatifu. Ndio maana Biblia inasema hapa, ndipo penye subira ya hao watakatifu. Kwa sababu gani ni watakatifu? Wamejitenga na dunia, wamechukia dunia. Kwa hiyo chuki takatifu ni sehemu ya upendo wa kweli, na Mungu anamwambia mtume Paulo aongee na sisi kwamba tuchukie yaliyo maovu tuambatane na yaliyo mema. Sasa ukizingatia somo la jana, kuna mambo ambayo Mungu hapendezwi nayo, lakini kuna uovu ambao Biblia inautaja wazi wazi. Nyakati za uovu kutakuwa na mambo kama haya, inasema watu watajipenda, wanaji, watu watakuwa ni wasaliti, watu watakuwa mambo mengi. Na amri kumi zimetaja mambo mabaya ni yapi ambayo hatupaswi kuyafanya: usiue, usizini. Kwa hiyo hayo mambo yote tunapaswa kuyawekea chuki takatifu. Kwa nini? Kwa ajili ya kusudi la Mungu tuvichukie hivyo vitu. Mambo matatu manne asubuhi ya leo, chuki kwa uovu ni wito wa jambo la kwanza, call to despise eh, dharau eh, uovu, au kataa dhambi, kataa eh, unrighteousness, eh, ile hali ya kutokuwa na haki, tafuta kuwa na haki ya Mungu eh. Hii kwa sababu iko kinyume na tabia ya Mungu. Kwa hiyo mtume Paulo anawaambia watu eh, wa, wa, wa wachukie lililo ovu, kwa sababu ukifanya hivyo unakuwa umeonyesha upendo kwa Mungu. Ni sasana anasema Yesu, ukiupenda ulimwengu kumpenda Mungu hakuko ndani yako na anayefanya urafiki na dunia anakuwa adui wa Mungu, na ukiwa rafiki wa Mungu, maana yake umetangaza uadui na dunia. Kwa hiyo jambo la kwanza katika wito wa mtume Paulo eh, ni kuweka chuki dhidi ya maovu, kukataa dhambi kukataa yasiyokuwa sawa. Jambo la pili is a call to sanctification. Ni wito wa kututaka tutafute utakaso, ili tulishalihubiri sana, kwa sababu yeye alishalifundisha sanctification na Kangarago amelifundisha sana hili, ni wachungaji wetu wametufundisha kila siku, na ndiyo dhima yetu ya kutana kwenye maombi. Tunatafuta nini? Tunatafuta utakaso, yani the power. Eh? Ile, ile uwezo wa kutufanya dhambi situshinde, usishindwe na, na, na, na, na dhambi. Bali tuwe na uwezo wa kushinda dhambi. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kinatusaidia kuishi kwa upendo wa Mungu, kuishi maisha matakatifu holiness, maana yake ni purity, kwa usafi, maisha yaliyo safi, maisha yanayopenda haki na ukweli. Jambo la tatu eh, inatutaka tuweze kuwa na uwezo wa tofautisha requiring discernment to distinguish it from good and evil. Tuwe na uwezo wa kutambua jema na baya. Jambo la nne kwa waliokuwa ndani ya Kristo, walio wa Kristo, maana yake ni kurenewa mahusiano yetu na Mungu wetu kuishi kama anavyopendezwa. Sasa naomba nisome mafungu mawili matatu ya Bibilia asubuhi hii ya leo. Fungu la kwanza ni kitabu kile cha Isaya sura ile ya um, tano, na ule mstari wa ishirini. Isaya tano ishirini neno la Mungu lina haya ya kusema kwetu: ole wao wasemao kwamba uovu ni wema, na kwamba wema ni uovu; watiao giza badala ya nuru, na nuru badala ya giza; watiao uchungu badala ya utamu, na utamu badala ya uchungu. in simple terms, unaweza kujitofautisha na viovu unaweza ukajitofautisha na mabaya, unaweza ukayachukia mabaya. Kwa sababu usiseme utamu ni uchungu na uchungu ni utamu. Acha uchungu uwe uchungu na utamu uwe utamu. Vile vile acha giza liwe giza na nuru iwe giza. Ndiyo maana Biblia imetoa ole, wito wa pekee tuweze kuyatenganisha. Unao uwezo wa kutofautisha jambo hilo. Jambo la pili, niombe nisome na wewe kitabu kile cha Warumi sura ya kumi na mbili na ule mstari wa ishirini na moja Warumi kumi na mbili na mstari wa ishirini na moja neno la Mungu linasema usishindwe na ubaya, bali uushinde ubaya kwa wema. Yaani inawezekana ukaushinda ubaya pale utakapokuwa na chuki takatifu unaweza ukashinda ubaya. Kwa nini? Kwa wema. Manake kwa lugha nyepesi, wewe ni mshindi. Ushindi uko ndani yako. Mungu amekuumba kwa namna ya pekee. Ndani yako kuna ushindi na ni wema. Wewe ni mshindi ukichagua wema. Nisome eh, muda wangu umeniacha, naomba nisome fungu la tatu kutoka katika kitabu cha Ayubu. Ayubu sura yake ya 35 Ayubu 35, na ule mstari wa nane. Neno la Mungu linasema uovu wako waweza kumuumiza mtu kama wewe, na haki yako yaweza kumfaa mwanadamu. Maana yake nini? Kwa lugha nyepesi, kuwa baraka kwa watu wengine, usilete majanga kwa watu, kwa kuwa wewe na wewe hupendi majanga hakuna haja ya kuwaletea watu wengine majanga, na hiyo ndio golden rule, usichotaka ufanyiwe usiwafanyie wenyewe. Kwa tukio lako ovu moja unaweza ukaathiri watu. Fikiria kama bosi, ukifanya maamuzi mabaya kwa mtendakazi wako utaathiri ukoo wote, watoto wake, familia yake. Kwa hiyo usiwe sehemu ya kuleta matatizo kwa kwa watu, kwa sababu chochote utakachokifanya kinaweza kikaleta changamoto kwa watu. Naomba tena nikusomee Isaya sura ile ya arobaini na nane na ule mstari wake wa ishirini na mbili. Isaya arobaini na nane mstari wa ishirini na mbili. Neno la Mungu linasema hivi, hapana amani kwa wabaya, asema Bwana. Yaani, kama mtu unafanya mabaya, bendera nyekundu imeinuliwa kwako, hakuna amani, hakuna kurudi nyuma, songa mbele. Hakuna amani kwa wanaofanya mabaya. Mafungu ni mengi, muda wangu ni mchache, hata ungeweza kusoma labda nimalizie na Waefeso sura ile ya nne, Waefeso sura ya nne aya ya thelathini na moja thelathini nne, sorry, Waefeso nne mstari wa thelathini na moja. Uh, Bibilia inasema uchungu wote, sorry, Waefeso nne thelathini na moja okay. uchungu wote na ghadhabu, uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu pamoja na kila namna ya ubaya. Asubuhi ya leo, wapendwa katika Kristo, wazo la mtume Paulo ni kuchukia yaliyo maovu. Somo letu nasema Nakupenda, ukitaka kuonyesha upendo kwa vitendo, chukia yaliyo ovu yaliyo maovu na ambatana na yaliyo mema tu, utakuwa umeonyesha upendo, na hiyo ndiyo chuki takatifu, na huo ndiyo uadui ambao Mungu alisema kule Mwanzo tatu kumi na tano. Yaliyo mabaya yachukie, ila siyo watu wanaotenda ubaya. Mungu atubariki asubuhi hii ya leo kwa Kristo Bwana Yesu. Baba yetu na Mungu wetu mwema, tunakushukuru asubuhi ya leo ya kwamba kuna uwezo ndani, tuna uwezo umetupatia wa kuweza kutofautisha, umetupatia uwezo wa kukataa mabaya na kutenda mema, na hicho ndicho wito unaotupatia, wito wa kuwa na chuki takatifu. Tuwe na chuki kwa ajili ya utukufu wako, sio tuchukie wanadamu. Neema yako iyo pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo, Amen.